Kikosi cha Twiga Stars, je, unakumbuka kwamba kipo nchini Ethiopia. Basi leo tunazungumza na timu Zokaruge, ambaye yupo huko na tujuze kile ambacho kinaendelea kwenye kikosi cha Twiga Stars, maandalizi yakoje kabla ya mchezo dhidi ya Ethiopia utakuwa vipi? Tim Sokarugira, bila shaka kama unanipata vizuri, habari za hapo Dire Dawa. Shukrani sana Mangasore, kutoka hapo jijini Dar es Salaam, makao makuu yetu ya Azam TV, e, Tabata. Sisi hapa e, tuko katika jiji la tatu kwa ukubwa nchini Ethiopia, kwa maana ya Dire Dawa na mbungi, kama ambavyo unajua, leo hii tuna mchezo ambao, tuta, ambao ni mgumu ambao tunasema tutakwenda kumaliza dakika 45 za mwisho ambazo zita tupa nafasi ya kucheza e, michuano ya Afcon kwa mara ya pili mfululizo pale nchini Moroko elfu mbili na ishirini na sita. Kumbukwe, kama mwaka jana unapokumbuka Mangasore e, tulikwenda kushiriki tulikwenda kucheza mchezo huo, na sasa tumeshamaliza ugeni, tunataka tukate tena tiketi ya kwenda huko. Hapa kama ambapo nimekuambia tukiwa Dire Dawa, niko na mkuu wa msafara, si mwingine ni Debora Mwankemwa. Debora, karibu sana, na kama unavyojua, huu ni mjumbe eh, wa kamati ya utendaji, si ndio, ambaye ameteuliwa na rais eh, Wallace Karia, eh, na vyoo vingine atakwenda kutuambia tukuwache, tulilike mwenyewe, mimi nimeanza na hicho. Asante dada yangu mtangazaji, mimi kama nilivyotambulishwa, naitwa Debora Mkemwa ni mjumbe wa kamati ya utendaji kamati ya uh, bodi ya wakurugenzi ya Tanzania Federation, na pia ni makamu mwenyekiti wa soka la wanawake Tanzania. Na leo tupo huku Ethiopia, katika hili jiji la Dire Dawa, uh, tayari kabisa kwa ajili ya kuangalia mchezo wetu wa pili wa marudiano kati ya Tanzania na Ethiopia. Um, ndo hivyo sasa, siku imewadia. Tulikuwa tukisubiri kwa hamu, lakini sasa siku imefika, na leo saa tisa kamili alasiri tutakuwa dimbani na wachezaji wetu wakiendelea kuwakilisha taifa uh, katika hiyo mechi ya marudiano. Debora, kama mkuu wa msafara e, tupe ratiba nzima kwanza. Vijana baada ya kulala, najua tayari kumeshakucha. Ratiba nzima leo imekuwaje? Tangu wameamka mpaka dakika hii tukiwa live viwanjani, nini kimeamka tangu walipoamka, nini kimefanyika mpaka dakika hii, wachezaji wanafanya nini? Um, wachezaji wameamka vizuri na tumehakikisha wote wako salama kabisa, afya ni njema na nguvu na ari ya kutosha wapo kisaikolojia wako vizuri kabisa, na wamepata kifungua kinywa asubuhi ya leo, na muda huu wanapumzika kidogo, na watakutana na kocha pia kwa ajili ya mazungumzo machache kabla ya mechi. Na baada ya mazungumzo hayo na kupanga vikosi na kila kitu, tutapata chakula cha mchana na kuelekea uwanjani. Kwa hiyo chakula chetu tutajitahidi kitakuwa mapema kabisa, kwa sababu kwa sababu tunatakiwa mchezo huu ni saa e, tisa na, na puunduka, tunatakiwa saa saba. E, saa saba timu inatakiwa kuwa imewasili uwanjani hmm. Kwa hiyo tutaondoka saa sita kaso, saa saba kasoro ili kuhakikisha saa saba kamili tumeingia uwanjani. Kikanuni tunatakiwa tuwe pale masaa mawili kabla ya mchezo, kwa hiyo na sisi kama viongozi tutahakikisha hilo linafanyika kwa weledi kabisa na bila kuwachosha wachezaji wetu. Kwa hiyo wameshapewa ratiba hiyo na wako tayari wanajiandaa na muda huu wamepumzika vyumbani wakisubiri muda wa kikao, muda wa chakula na safari ya kwenda uwanjani. Hali ya wachezaji katika morali hali tumewaona eh, kwa bahati nzuri na sisi tumejoin wote kwa pamoja kwenye breakfast. Lakini umezungumza nao nini hasa ambacho wanakizungumza, ikiwa sasa tunazungumza eh, saa chache kuianza hiyo mbungi, kumaliza eh, ngwe ya mwisho, ushindi wa mapema? Hmm. Yeah, hmm, yani kabla ya dakika ishirini tuwe tumeshaandika bao letu pale, uh, kwenye vibao vya matangazo na tunahitaji ushindi huu na wachezaji wametuhakikishia watashinda. Kwa kweli wako na ari, lakini pia nimewaona katika hali ya ajabu wakiwaheshimu, yaani sio wanawaogopa, yes. Wanawaheshimu wapinzani wao. Mm. Wanasema Ethiopia ni timu ambayo ah, haina mzaha kwenye mchezo hiyo yake, kwa hiyo hiyo peke yake imenipa matumaini kwamba wanaingia uwanjani wakiwajua vizuri opponents wao. Wow. Wow. Yes, na kwa maana hiyo watacheza kwa kujihami watacheza kwa nguvu na akili mm. E, yaani kwa kweli wachezaji wako na ari na yaani wa, wa, wametuahidi wametuahidi wa Tanzania kwamba tunavuka, tunavuka.